Sio kila kocha anaweza kuwa meneja. Unapokuwa kocha, ni kazi yako ni kusimamia mazoezi tu, ni maneno ya Ahmed Ally, ambapo meneja wa habari na mawasiliano ndani klubu ya klabu ya Ali amewatoa wa hofu mashabiki nna na wanachama wa klabu hiyo kuhusu cheo alichopewa meneja mpya wa klabu hiyo na kudai kuwa cheo cha meneja mkuu ni kikubwa zaidi kuliko kocha mkuu. Kwa mjibu wa Ahmed Ali anadai kwamba unapokuwa kocha mkuu kazi yako ni kocha tu kusimamia na kuongoza mazoezi na kuongoza mechi tu, lakini meneja mkuu

huwa anakuwa kocha, anasajili, anatoa mapendekezo, na ina maana ndani ya umeneja kuna ukocha pia. Kwa maana hiyo, si kila kocha anaweza kuwa meneja, ila meneja pia anaweza kuwa kocha. Hiyo ndio tofauti iliyopo, ambapo ameweza kuwatoa wasiwasi kutokana na zile wasiwasi ambazo zilikuwepo baina ya wanachama na wadau wa michezo kuhoji kwa nini asingekuwa ni kocha na kwa nini Simba waajiri meneja, ambapo e, Simba imeweza kutoa taarifa kupitia kwa meneja wake kuhusiana na meneja Dimitri Pandev, kwa kudai kwamba e, meneja ni mkubwa kuliko kocha, kwa kuwa majukumu ya kocha mkuu yanatofautiana na yale majukumu ya meneja. Kwanza kocha yeye anakuwa na vitu vichache sana ambavyo anavifanya. Kwanza ni kusimamia na kuongoza mazoezi kwenye kikosi, lakini pia ni kuweza ni kuweza kuongoza mechi, lakini unapokuwa me meneja, basi unakuwa na vitu vingi ambavyo unahusika navyo ikiwemo pamoja na kuwa kocha lakini pia anasajili lakini pia meneja anatoa mapendekezo, ni nani aondoke kwenye klabu, ni nani aingie kwenye klabu. Lakini pia ina maana e, pia ana uwezo wa kukaa na kutoa ushauri kwenye bodi ya ligi, kwenye bodi ya wakurugenzi wa timu husika, huku kocha hawezi kufanya hayo yote hivyo kuna kuwa na tofauti ya meneja na kocha, na si kila kocha anaweza kuwa meneja, ila meneja anaweza kuwa anaweza kuwa Yani, kuna kocha ndani yake, kwa kuwa anaweza kufundisha, anaweza kuongoza mechi, lakini pia anaweza kusajili, lakini pia anaweza kutoa mapendekezo ni kipi kiweze kufanyika ndani ya klabu na kipi kisifanyike ndani ya kwenye kikosi ambacho anakiongoza. Kwa hiyo meneja wa Simba ni Vitali Pandevu, yeye atakuwa na access hiyo ya kuweza kutoa maoni, mapendekezo, lakini kuongoza mechi, kuongoza mazoezi, tofauti na makocha wengine ambao hawezi wa kuwa na mapendekezo mapendekezo kwa viongozi wa timu husika, hivyo tutegemea kuona tofauti hiyo kwenye mechi kadhaa ambazo Simba Sport Club atakuwa akipambana d chini ya meneja Dimitar Pandev.